Leo tumefanya mnada wa kwanza wa ufuta kwa msimu wa mwaka 2025 26. Tumeuza jumla ya kilo milioni 3926 tumeuza bei ya juu ya, tumeuza kwa bei ya juu ya shilingi 2510 na, na bei ya chini shilingi 2310. Kiujumla tumeanza vizuri japo ni tofauti na bei za mwaka jana, lakini kwa kuangalia hali halisi ilivyo na hali ya soko kidunia ilivyo, uh, tunaweza kusema kwamba tumeanza vizuri. Kwa hiyo bei ya juu ya shilingi elfu mbili na mia tano na kumi na bei ya chini ya shilingi elfu mbili na mia tatu na kumi izingatiwe kwamba, uh, bei hizi ambazo zimepatikana leo zinaenda kwa mkulima moja kwa moja, hakuna makato yoyote kwa mkulima, kwa sababu uh, kwenye mkoa wetu wa Pwani sisi ma uh, tozo zingine zote zinakuwa upande wa mnunuzi. Kwa hiyo bei inayosomwa uh, mnadani ni fedha ambayo inamfikia mkulima moja kwa moja. Rai ah, yangu kwa wakulima na wadau wote ah, hususan ni viongozi wa AMCOS wahakikisha wanapokea wanaendelea kupokea ufuta wenye ubora, wasipokee ufuta wenye mavumbi, ufuta wenye mchanga au ufuta ambao hauna rangi zinazoeleweka. Wapokee ufuta wenye ubora ili tuendelee kuwa na ufuta ulio bora na kuweza kupata bei nzuri sokoni. Jambo jingine ni kwamba tunawahimiza kwa sababu ni maelekezo ya serikali kwamba sasa hivi malipo yatatoka moja kwa moja kutoka chama kikuu kwenda kwa wakulima. Kwa hiyo nawahimiza na kuwaomba sana viongozi wa AMCOS zote mkoa mzima wa Pwani wahakikishe wana nakili taarifa sahihi za kibenki kutoka kwenye kadi za wakulima, kadi zao za benki, ili tuweze kuchakata malipo hayo bila kuwa na shida yoyote. Kufanya hivyo kutakuturahisha sisi, chama kikuu, kuweza kuchakata malipo kutoka kwetu kwenda kwa wakulima moja kwa moja bila kutokea trafu yoyote.